Kwa ajili ya kwa hii event ya leo, karibuni niweze kuzungumza jambo. Kwanza kabisa kwenye event hii kuja ni <laughs> kitu kizuri, ni jema. Maana ukiona hapa tumefika, tumekubali kuja huko kwenye hii hii event, na kama mimi ni mwenyekiti wa fanya biashara madini Tanzania Tamida, na Mida na tunahudhuria hili kusapoti Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jina maarufu na kipenzi ni Mama, ambaye leo tumefika hapa na tumeona mafanikio mengi katika sekta ya madini, mafanikio mazuri mazuri, makubwa, na tumeona kabisa kwamba kuanzia wachimbaji cheni ya chini kuja mpaka kwenye dealers na hususan sisi ni uongezaji wa thamani. Pia tumeona mafanikio tija nzuri upande wa kodi, maendeleo na kipaumbele kwa Watanzania. Pia nafasi nzuri imepatikana na, ime na umeona mheshimiwa waziri Anthony Mabunde mm, alipoanzisha hii leo. Utaniona nimevaa hii vision 2030, manake yes, madini ni maisha na utajiri na mafanikio mengi tumeiona katika sekta ya madini na bado tutaiona, na tunaiombea kila la heri mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na bado nafasi ipo na tutamsapoti, tutatoa tuta ushirikiano hadi sekta ya madini iwe hali ya juu katika ulimwengu nzima, ifahamike vizuri katika wa madini, nashukuru sana. Tumeona kwa miaka hii minne, mama ambayo amesimama kwenye utawala wake, tumeona akiwa ana support sana sekta ya madini. Sasa wewe kama mwenyekiti unamzungumziaje kwa hii miaka mitano ijayo? Uh, tayari tumeona mafanikio mengi katika nafasi aliyokaa yeye na, na tuna kama nilivyosema yeye ana vision kubwa sana kwa ajili ya Watanzania hasa na Watanzania kwa ujumla. Wameona pia mafanikio ya mama kwenye nafasi iliyopita, na mbele huku tunapokwenda naye itatokea mafanikio zaidi ya ambayo ilitokea hivi nyuma, kama unavyoona mwenyekiti amezungumza.